Habari ndugu mtazamaji, kwa kipindi chetu pendwa cha afya, leo tutakwenda kuzungumzia hatua sahihi za upimaji wa ujauzito. Utakuwa nami mtaalamu wa maabara astms Mpombe. Uungane nami mpaka mwisho wa kipindi hiki, kwa lengo la kujifunza na kuepuka makosa pindi utakapofanya hiki kipimo. Kwanza kabisa, kipimo cha ujauzito kitaalamu kinaitwa pregnancy test. Pregnancy test imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni urine pregnancy test, ni kipimo cha ujauzito kinachotumia mkojo kwa lengo la kupima ujauzito. Kipimo cha pili ni serum pregnancy test, ni kipimo ambacho kinatumia damu, sampuli ya damu kwa lengo la kupima ujauzito. Lakini leo tutakwenda kuongelea zaidi kipimo ambacho kinatumia mkojo ajili ya kupimia ujauzito, kwa maana ni kipimo ambacho kinatumika zaidi hasa kwenye jamii zetu. Lakini pia kabla hatujafikia hatua hizo za upimaji, ningependa kukufahamisha hatua za kufuata kuu nakama, hatua ya kwanza ina kufaa uandae uh, vifaa vyake ili kuepuka sunuuai vifaa hivyo nimeweza kuviainisha maka. Kwanza kabisa, kunatakiwa kuwa na kifaa cha kuekea mkojo, kitaalam tunaita hivi ni kontena. Hapa nimeandaa sampuli mbili za mkojo kwa watu wawili tofauti, ili kuona majibu yao yatakuaji. Kwa hiyo hivi hizi ndo ni kontena ambazo tunatumia kuhifadhia mkojo. Kifaa cha pili cha kuandaa ni brashi tayari nuu nimezipaa kama unapoona, dafsi hizi zinatumika kuepusha kupata contamination ukiwa unapima, yaani uepuke kugusana na sampo ambayo unaitumia. Kifaa cha tatu ni saa ambayo ninayo hapa. Saa hii itatumika kurekodia muda, lakini pia kifaa cha nne ni kipimo chenyewe Vipimo viko vya aina nyingi kulingana na kampuni husika inayotengeneza, lakini leo tuko nacho vya aina hii. Hata kama mnachoona viko viwili, kwa vile tuko na stampo mbili. Baada ya kuwa umeandaa vifaa vyako na umejiridhisha vifaa vyote vimetimia, hatua ya pili ni hatua ya upimaji. Katika hatua hii utatakiwa kufungua akatazasambaozimateto kwenye vifaa ambavyo vimehifadhiwa kama hivi nikachana. Lakini pia ndugu mtazamaji, kama nivikusema mwanzo kwamba tuko na aina mbili za sampo. Sampo ya kwanza nitaweka mtalebo kama A na saute ya pili nitarebu kama ii ili tusiweze kuchanganya majibu. Hiki nimelebo kama l na hiki nimelebo kama pia, miaa inaonekana kama ambavyo nakiona hapa kwenye kamera. Kwa hiyo baada ya kuvitoa kwenye vifungashio vyake, hatua ya pili natakiwa kuchukua kipimo hiki cha ujauzito na kuchoja kwenye mkojo ambao umewadaa, ndani ya sekundi mbili mpaka tatu. Kwao tutaanza na hii ambayo milolebo kama A, ambao mkojo wa milolebo A. Ai e, nimoa utafungua kontena wako. Baada ya hapo, utachoja ndani ya sekunde tatu mpaka tano. Hakikisha, kwenye hicho kipimo kuna mstari, kuna alama ya mstari. Kwa hiyo unapokuwa unachovya katika wako hakikisha hauvuki huo mstari, utachovya ndani ya sekunde tatu mpaka tano baada ya kuchoka taweka kipimo chako kwa ulalo katika karatasi ambalo ukitoa, lakini pia tutaenda kuchuva na kipimo hiki. Hatua ni zile zile, tachuva ndani ya dakika tatu mpaka tano. Hakikisha mkojo hauvuki iko alama ya mshale Baada ya kuchovya watotok tunatumia vipimo viwili, lakini au mtazamaji na pia hakikisha mara baada ya kuchovya, utakuja useti muda wako kwa dakika tano. Kipimo hiki tunakisoma majibu ndani ya dakika tano. Kwa hivyo dakika tano zikipita, hautaruhusiwa kusoma tena majibu ku, tutasubiri n ndugu mtazamaji kua tunasubiri muda wetu wa kusoma majibu, ningependa kuendelea kwa kwamba katika usomaji wa majibu ikimakivi kuna namna tatu ya wa majibu. Namna ya kwanza ni majibu ambayo yanaashiria uwepo wa ya ujauzito iara tunaita majibu. Ya aina ya pili ni majibu ambayo yanaashiria kuto kuweko kaauzitu iaa tunaita negative na majibu ya aina ya tatu tunaita majibu batili, kitaalamu tunayatemu kama invalid result. Hivyo basi baada ya muda kutimia, utatakiwa kuangalia kipimo chako kipo miongoni mwa haya ya majibu, ipo miongoni mwa majibu yake kama ambavyo ninasema. Kwa hiyo endapo kipimo chako kitakuwa kina mstari mmoja, kwa kitaalamu kunaita control results ambao mstari huo unatokea mbele ya ki, nyuma manjimu, ya kipimo. Naomba niweke vizuri katika usomaji ya majibu. Hatua ya kwanza, utaangalia kipimo chako kimeonyesha mistari mingapi. Ikiwa kitakuwa ni kimeonyesha mstari mmoja, utatakiwa uangalie mstari huo upo mwanzoni mwa kipimo ama mwishoni mwa kipimo. Ikiwa uko mwishoni mwa kipimo inamaanisha kwamba majibu yako ni negative, kwa maana hakuna ujauzito. Lakini pia ikiwa kipimo chako kitaonyesha mistari miwili, mstari wa kwanza utakuwa mwanzoni mwa kipimo na mstari wa pili utakuwa mwishoni mwa kipimo. Kitala, tunaita positive result, inamaanisha kwamba utakuwa na ujauzito. Aina ya tatu ya majibu ni majibu ambayo ni invalid result. aina hii ya majibu inatokea pale ambapo kipimo chako kinakuwa kina mstari mmoja eneo la mwanzoni badala ya eneo la mshoni mwa kipimo. Aina nyingine ya invalid result ni majibu batili, unakuwa kipimo chako hakina mstari wa aina yoyote, yani umechoja kwenye mkojo, baada ya dakika tano unakuja kuona kipimo chako hakina mstari wowote. Aina hiyo ya majibu tunaita invalid result, hivyo basi ukikutana na aina hiyo ya majibu, itakupasa kurudia tena kipimo kwa kufuata hatua kama ambavyo nimeeleza. Lakini pia majibu batili yanaweza kusababishwa na sababu mbalimbali, ikiwemo sampuli uliotumia, ikiwemo sampuli uliotumia imepata contamination au uhifadhi wa vipimo. Vipimo hivi vinatakiwa vihifadhiwe katika joto maalum, visiwepo kwenye unyevu wala baridi kali. Au aina nyingine inayosababisha vipimo kuwa invalid ni vipimo vilivyoexpire. Kwa hiyo ni kuombe kabla ujaanza kupima, kuhakikisha kipimo chako ni salama na hakina shida yoyote, na kipo katika muda wa matumizi sahihi, kisiwe kimepita muda wake wa matumizi. Ndugu mtazamaji, zimebaki sekunde chache kufikia dakika tano ili tuweze kusoma majibu yetu. Kama unavyosikia ndugu mtazamaji, muda wa kusoma majibu yetu imefika, ina maana dakika tano zimeshafika. Kwa hiyo inatupasa kusoma majibu ndani ya muda huu kabla ujapita. Kumbuka mwanzoni tulikuwa kuna sampuli A na B, kwao tutasoma majibu kulingana na sampuli hizo katika kipimo ambacho tulilegwa, sampuli A tumeona kwamba kipimo chetu kina mistari miwili kama ambavyo unaona. Mistari hii inamaanisha kwamba ni positive, kwa maana mtu ambaye ametoa sampuli hii ana ujauzito. Kwa hiyo kipimo chako ukiwa unapima akakutana na mistari kama hivi, positive. Mistari miwili inamaanisha kipimo kipimo ni positive lakini pia kipimo ambacho tulilebo B kimetuonyesha kwamba kina mstari mmoja. Kama nilivyosema mwanzo, mstari utakapokuwa mmoja, unatakiwa kuangalia, je, uko mwanzo wa kipimo au mwisho wa kipimo? Kwa kuwa mstari wetu uko mwishoni mwa kipimo, hii inamaanisha kwamba ni negative, kwa maana mtu ambaye ana sampuli hii ya mkojo hana ujauzito. Ndugu mtazamaji, kufikia hapo na imani utakuwa umenifuatilia na kunielewa, umeweza kujua tofauti ya kupima vipimo hivi, lakini pia utakuwa umejifunza mengi na kushukuru. Kwa kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi hiki, ni kuombe usisahau kushare, kusubscribe, kulaiki pamoja na kucomment nini umejifunza. Ubarikiwe, asante kwa kusikia.